Neno la Mungu kwenye kitabu cha Ezekiel ishirini na mbili mstari wa thelathini neno la Mungu linasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu. Mungu anapotaka kusaidia mahali, Mungu anapotaka kusaidia nchi, anatafuta mtu mmoja. Mungu atafuti taasisi. Wala Mungu atafuti kundi. Oh, yes. Mungu anatafuta mtu mmoja. Ninataka uende mbele za Bwana ukainue sauti yako kwa ajili ya watu kwenye familia yako ambao bado hawajapata neema ya kumjua Bwana. Neno la Mungu linasema ikiwa ikaliko hadi ya kuingia rani mwake, basi na tuogope mmoja akikosa. Nataka ukainue sauti yako ya imani, umwambie Bwana kila kinachofunga fahamu za watu wangu ili wakujua wewe. Nina kiaribu rekota la labaha rekota la badia, kila kinachozuia watu wangu wasikujue wewe, ili wasinufaike na baraka zako, ili wasinufaike na baraka ya kuwa kwako, ninakiharibu kwa jina zao kila kinachofunga miguu yao wasikujue wewe nina kiharibu reketekerebosha rana mashaya, maana ninajua msaada upo kwako, msaada wa familia yangu upo kwako, msaada wa ndugu zangu upo kwako. Ninawaombea, ninawaombea, ninaombea, nina fahamu zao ya kwamba ili wakujue wewe, ili wakujue wewe Bwana, zaidi ya fedha wakujue wewe, zaidi ya utajiri wakujue wewe, zaidi ya dhahabu wakujue wewe, wewe! That's my cry tonight, oh God. That's my cry tonight, oh God! Watu wangu wakujue, familia yangu ikujue, rekoararabah wazijue nguvu zako waujue